Tuelekee kwengineko katika kaunti ya Nakuru ambapo maonyesho ya kilimo katika kaunti ya Nakuru yanatarajiwa kuanza hapo kesho tarehe mbili 2 Julai na kukamilika tarehe sita. Maonyesho ya mwaka huu yamevutia wawekezaji 127 wote wakiwa tayari kuonyesha ubunifu na uvumbuzi wao katika nyanja hii ya kilimo, maudhui ya mwaka huu yakiwa kukuza kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi na mikakati ya biashara kwa ajili ya ukuaji wa uchumi endelevu. Ivan Zasiba yuko huko na anatueleza mengi kutoka Nakuru. Naam, masimu uliyosema ni hakika kwamba hapo kesho ndipo siku ile, nseme tu kwamba siku ya kwanza ya maonyesho haya yatakuwa akianza na akamilike tarehe sita, lakini moja kwa moja, acha nizungumze na mwenyekiti wa maonyesho ya Nakuru eh, Daktari Migwi. Pengine tuambie ni lipi tutarajie katika maonyesho mwaka huu, pengine tu daktari ukianza kutuambia, kutuchorea picha mwaka jana, mwaka huu tutarajie nini pengine maonyesho haya? Okay, asante sana Citizen for giving us this opportunity to be able to talk to our viewers. Uh, maonyesho ya kilimo sasa inaanza kesho tarehe mbili na itaendelea mpaka uh, Sunday tarehe 6. Hiyo siku tano watuku, tunatarajia washikadau wa waje hapa wakulima, wana biashara, wanafunzi wa shule uh, wa kuja hapa wajifundishe mambo mengi hapa tutakuwa tukionyesha. Nakuru Show iko kati ya Nakuru County na pia tuko na neighboring counties ya Baringo, Kericho, Bomet Uh, Narok watu tunatarajia tunatarajia tunatarajia wakuje hapa waweze kusoma mambo mambo mengi mengi kilimo. Kilimo Nakuru County county ni inategemea kilimo sana, with 2 million people agriculture is the the mainstay. So so wakulima kwa wingi wajifundishe uh, katika uh, show hii wakati huu tunako na na 120 exhibitors already on the ground na tunatarajia, waweza kufika hata 150 because leo wanaendelea kuja uh, so that he, they can be able to set up their stand and the, uh, wa wakulima watasoma mambo mengi sana hapa hapa Nakuru. Ah, vile munaona hapa hapa Juma, uh, judging inaendelea leo because leo ni judging day. Uh, hii ni stand moja ya wasikadau mmoja wa, wa one of the exhibitors, uh, Kenya Seed. Kuna zingine munaona in the background. So judging is going on so that wakati tutafungua milango kesho, uh, tuwe tukijua ni nani ameshinda namba 1 na namba 2 na namba 3. Ah, uh, Maonyesho ya Nakuru kila mara inavutia watu wengi uh, kutoka uh, Kenya zima, hasa sana neighboring counties ambao kwa karibu tunatarajia wakulima aku, wakuja kwa wiki wajifundishe mambo, mambo mengi especially in relation to climate smart agriculture. Tunajua mambo ya, ya hewa uh, imekuwa high temperatures na so we need the agricultural practices that itawezesha kulima ile mimea ambayo itahimili kiangazi kama vile muta, kama vile mutu, tunaona hapa nyuma kama soga na hata mahindi mtaona stadi mahindi ambayo inachukua miezi mbili na nusu miezi mitatu badala ya miezi nne, na pia kuna tamasha za fanfare. Uh, watoto ambao wataweza kujiburudisha na wazazi wao well, especially the family day on Saturday and Sunday, tunatarajia wazazi walete watoto wao ili waweze kujiburudisha. So, uh, si, kuna mambo mengi. We are really inviting all the, uh, residents of the Nakuru County, neighboring counties, wakuja kwa wingi. Tutakuwa na wageni kemkem ambao watatutembelea hapa na waweze kuona mambo mengi inahusu mambo ya kilimo na biashara na pia, uh, mambo hata masomo CB, uh, computer based watoto wa, wa, wa, wa, wa, wa. Tupate sauti ya mwenzetu kutoka Kenya Seed, pengine tu ukianza kwa kujitambulisha, tuambie tutarajie nini kwa mwaka huu kutoka kwenu tofauti na mwaka jana. Uh, asante sana kwa majina, ni Esther Cherop eh, nafanya na kampuni ya Kenya Seed. Tuko hapa uh, kama vile mwenyekiti wa uh, ASK amesema, tuko hapa tumekuja kwa kwa ukubwa kabisa kuja kuonyesha ukulima teknolojia ambayo tumeweza kuzindua kwa sababu ya kuhakikisha kwamba kuna chakula, kuna food security kwa nchi yetu ya Kenya. Ka, kama vile unajua, Kenya Seed tunajulikana kwa mbegu bora. Mbegu zetu ambazo ni hybrids, ambazo ziko climate, uh, uh, resilient kwa sababu ya hali ya anga, tabia ya nchi ambayo imebadilika. Kama kampuni tumeweza kujialign, tumejiweka katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tumefanya utafiti, tumetoa teknolojia, tumezindua. Na katika show ya leo tunaita wakulima kuje kuona zile teknolojia katika, uh, uh, section yetu ambayo kibanda chetu cha waweze kusoma kwa wingi sana. Iko na faida nyingi kwa sababu hata ya oil extraction kwa sababu ya chakula ya mimea na pia mifugo yetu, yeah. Sauti ya mwisho pengine tu kwa dakika moja au chini ya dakika, tuambie nyinyi, kwa watalii, masala ya utalii ni lipi ambalo mnaleta katika maonyesho ya mwaka huu? Asante sana, asiba, watu wanapenda Nakuru sana na maonyesho haya ya kilimo ya Nakuru yanaleta pamoja watu elfu mia moja tukifuata ile maonyesho tumekuwa nayo approximately 100,000 people wanakuja hapa Nakuru kwa ajili ya hii maonyesho. So hiyo, ina, ina improve sana vitega uchumi vya, ya utalii hapa Nakuru. So, watu ambao wako na accommodation wanapata watu wengi, kama wao wengine wametoka nje, wanapata accommodation, wengine wanapata vyakula na pia hali ya mawasiliano, hata transportation ina, ina, ina, inaweza kuinua kwa, kwa, kwa, kwa kiwango cha juu sana. So, tunataka kukaribisha watu, watu wakuja, wakati wanakuja kusoma pia wale wa biashara ambao wako hapa Nakuru wanaweza kufaidika zaidi. La mwisho kwa kwako sunflower mesema kwamba ni moja ile ambayo mnaangalia pengine iko vipi? Yeah, uh, flagship crop ambayo tuko nayo ya sunflower ina, inaleta, ina ile mambo ya oil. So tunataka wakulima waweze kupanda sana mambo ya Haya basi, mliosikia watatu hao wakizungumza nasi kiufasaha na kutuambia kile ambacho tunatarajia kuanzia hapo kesho hadi siku ya Jumapili tarehe sita ambapo itakuwa kilele cha maonyesho haya ya kaunti ya Nakuru ikiwashirikisha zile kaunti jirani kuanzia Baringo, Kericho na zinginezo. Ni swala ambalo ni taarifa ambayo tutakuwa tukiandaa katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji pengine ni vipi kutakavyokuwa kumeenda, lakini sasa kinachoendelea ni kwamba wale wa, kwa kik, kik, katika kiingereza tunaita majaji, wale waamuzi wanazidi kutembea ya katika vibanda tofauti tofauti na kuangalia ni yapi yameandaliwa kwa wakulima kuona, kutoka kaunti ya Nakuru, tuelekee mapumzikoni na utakaporudi, mwenzangu Mashirima atakuwa mwenye kuendeleza taarifa hizi kabla kwenda kwa madam Evan Siba, twende mapumzikoni <mulia>